Sasa hivi Zanzibar Unguja na Pemba inabadilika kwa kasi kubwa sana. Ujenzi kila mahala kwenye barabara, sasa hivi hata wananchi wa mitaa ile ile wanapotea. Barabara ziko nyingi sana, mheshimiwa. Unguja na Pemba tuna mtandao wa barabara rasmi kilomita 1344. Ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 ilielekeza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ijenge kilomita 196.7 yeah. Lakini mheshimiwa rais, kwa maelekezo yako, kwa maono yako, sasa hivi tunajenga zaidi ya kilomita elfu moja na themanini na nne yeah. Haijawahi kutokea Lakini historia ya daraja la Uzi sitaki kuirudia, lakini Mheshimiwa, ulitupa maelekezo maalum na naomba niseme hadharani hapa, ulitupa maelekezo maalum katika pakeji ya kilomita mia mbili sabini na saba nukta saba ambazo zinatarajiwa kujengwa. Ulisema tuweke mkazo katika barabara ya pale Jozani Arawe, Ukongoroni, Bwejuu, lakini ukatupa maelekezo barabara ya Uzi Ng'ambwa na daraja lake na ulitupa maelekezo ya barabara ya Mndo Kiboji, lakini pia ulitupa maelekezo ya barabara ya Chanja Mjawiri Tundaua katika package hiyo ya kilomita 277.7 Mheshimiwa, Jozani Sharawe Kongoroni Bwojuu imekamilika na tayari umeshaizindua. Barabara ya Mdo Kiboji imeshakamilika na umeshaizindua. Barabara ya Chanja Mjawiri Tundaua ujezi wake unaendelea kwa kasi hivi sasa. Na mheshimiwa, daraja la Uzi Ng'ambwa ambao daraja pekee yake lina kilomita mbili nukta mbili kwa mujibu wa mkandarasi watahitaji mwezi mmoja kulikamilisha. Barabara hii ambayo sio daraja ni kilomita sita nukta saba kwa hivyo, tuna jumla pamoja na daraja kilomita nane eh, kilomita sita nukta tano kwa hivyo jumla tuna kilomita nane nukta saba. Wenzetu hawa wamesema wataikamilisha rasmi mwezi wa Aprili, lakini tunabanana nao, ikiwezekana ikabidhiwe kabla ya hapo pengine mwezi wa Machi. Lilitucherewesha kidogo, mheshimiwa, suala la fidia, lakini nashukuru kwa maelekezo yako, kwa mwongozo wako, fedha zote zimepatikana za fidia, tunazo ofisini, ambazo ni jumla karibu ya bilioni bilioni mbili nukta nne sita. Fedha hizo zote tunazo waliotakiwa kulipwa fidia hasa kwa kupisha hizi barabara kwenye mji kwenye kijiji hichi ni mia mbili na kumi na nne. Mia moja sitini na moja tayari tumeshawalipa, bado watu sitini ambao wanaendelea na fedha